Aa, lakini daktari, katika jamii yetu ya kila siku tunaona watu wanapiga mswaki kama inavyopaswa kufanya, lakini magonjwa yamekuwa hayaishi, meno kuoza, kutoboka. Labda unaweza ukatuambia ni kwa sababu gani, au na ukatushauri ni dawa gani bora ya meno ambayo tutakayotumia na itatusaidia kupunguza magonjwa hayo? Nafikiri umeuliza maswali mawili, lakini tuanze kwanza na hili la kwanza ambalo umesema ni kwa nini watu wanapiga mswaki vizuri lakini magonjwa ya meno hayaishi. Kwanza ambalo linasababisha hivyo ni kupiga mswaki kwa wakati ambao sio sahihi, kupiga mswaki kwa njia ambazo sio sahihi, na kutumia mswaki ambao sio sahihi tunavyosema kwamba kupiga mswaki kwa wakati ambao sio sahihi, kama nilivyoelezea mwanzo, tunasema tunashauriwa kupiga mswaki ama kusafisha meno yetu ile asubuhi, baada ya chakula kile cha asubuhi na usiku kabla ya kwenda kulala. Hizo ndio nyakati ambazo zina, ni sahihi sawa, ni nyakati ambazo sahihi zinatakiwa ufuatwa ili kulinda afya ya kinywa na meno. Lakini isu nyingine hu utumiaji wa vifaa sahihi, yaani ni kimaanisha mswaki. Mara nyingi kuna aina mbalimbali mbali za miswaki ambazo zipo na tunazitumia. Mswaki mzuri ambao unashauriwa kutumika, kutumika na mtu ni ule ambao unakuwa na Mzi nyuzi nyuzi laini kwanza, alafu kile kichwa chake kiwe kidogo na ule mshikio wake basi uwe mkubwa au mnene. Kwa nini unatakiwa uwe hivyo? Ni kwa sababu meno yetu huwa yanahitaji nguvu kidogo tu kutumia ule mswaki, kwa tunavyotumia ile miswaki ambayo ina nyuzi ngumu utapelekea meno kuharibika, sawa ama kumomonyoka, kwa sababu utakuwa unatumia mswaki ambao unakuwa na nini na nyuzi ngumu hmm. Lakini pia aa, tutumie njia sahihi. Maana yake tunapopiga mswaki tuhakikishe kwamba tunafika kila sehemu ya jino, pembeni, sawa, juu, chini, yaani kila sehemu ya jino hiyo imefikiwa, lakini pia tupige mswaki kwa, kwa namna ya mzunguko, yaani kwenye jino unakuwa kama unafanya mzunguko hivi, ili kuzuia zile fizi kuharibika, tunavyo tunavyopiga mswaki hivyo. Lakini nikirejea kwenye lile swali lako la kwamba ni dawa gani ambayo ni muhimu na ni nzuri? Hii ni dawa yoyote ya meno ambayo itakuwa na madini ya floraidi ndani yake, ambayo haya madini huwa yanasababisha jino kuwa imara na kuzuia wale bakteria pamoja na zile tindikali ambazo zinazalishwa na wale uh, bakteria wa mdomoni. Kufanya nini, kuharibu jino. Kwa hiyo dawa ya fluoride ndo inapendekezwa mara nyingi itumike, ili kulinda na kufanya usalama na uimara zaidi wa jino.